Mimi naitwa Engineer Musa Omari Mataka, ni mhandisi mkuu wa kitengo cha utafiti na maendeleo cha Wakala wa Barabara. Hapa tuko katika mradi wa ujenzi wa barabara ya mzunguko wa nje hapa Dodoma mjini, au Dodoma Ring Road, tukiwa na zoezi la kuweka kitu kinachoitwa primer. Mradi wa Dodoma Ring Road sasa hivi umefikia kiwango ambacho mkandarasi anaanza kufanya maandalizi kwa ajili ya kuweka tabaka la mwisho la lami. Tabaka linaloandaliwa kwa ajili ya kuwekwa la lami ni tabaka kuu la barabara ambalo limetengenezwa kwa materiali yanaitwa CRR ambazo ni kokoto zilizosagwa. Sasa hivi mkandarasi yuko katika hatua ya hiyo ya kufanya maandalizi kwa ajili ya kuweka tabaka la lami. Maandalizi hayo ni pamoja na kuweka kitu kinachoitwa primer primer ni lami nyepesi inayomwagwa juu ya tabaka la base course, ambayo ni maandalizi ya mwisho kwa ajili ya ujengaji sasa wa tabaka la lami. Hapa primer tunayoiweka ni primer aina ya emulsion, ambayo akitaalamu emulsion ni mchanganyiko wa lami na maji. Emulsion, tunayoiweka hapa inaitwa C55. C55 ni materials ambayo yametengenezwa kutoka Spain na yameletwa hapa nchini na jamaa zetu wanaitwa EP wakishirikiana. EP ni kampuni ya Spain ikishirikiana kampuni ya Tanzania wanaitwa Shivu International. Hawa wamekubaliana na mkandarasi wakamuuzia material haya ambayo ndio anataka kuwekwa hapa. Lakini kwa nchini kwetu, kwa sisi wakala wa barabara primer hii inayotumika aina hii ya emulsion C55, mara yetu ya kwanza kuitumia. Kwa hiyo tunaichukulia kama ni teknolojia mpya. Emulsion hii ya C55 ina faida nyingi ukilinganisha na primers zingine ambazo tumekuwa tukizitumia katika barabara zetu. Barabara nyingi ambazo tumekuwa tukifanya hapa hapa nchini, tunatumia primer inaitwa MC30. MC30 ni mchanganyiko wa lami na mafuta ya taa. Sasa ukilinganisha lami inayochanganywa na maji na lami inayochanganywa na mafuta ya taa kidogo, unaona kuna tofauti kubwa kwamba hii inatumia maji na hii inatumia mafuta ya taa. Mafuta ya taa kwanza, gharama yake ni kubwa, lakini kimazingira pia sio rafiki sana. Lakini hii tunayotumia sasa hivi hapa, kwa sababu imechanganywa ime, ime na maji, kwa hiyo hatuna shida hata kwenye upande wa mazingira, kwamba ni matiri ambayo ni rafiki kwa matumizi ya ujenzi wa barabara. Lakini pia ina faida nyingine moja kubwa kwamba C55 inakiwa au au kubreki haraka zaidi kuliko MC30, kwamba unaweza ukaandaa besi yako uka apply au kwa spray C55, baada ya masaa machache unaweza ukaendelea kuweka tabaka lako la lami, ukilinganisha na ukitumia MC30, kwamba unahitaji kusubiri kwa zaidi ya siku tatu nne mpaka hata siku saba niuweze kuweza kuendelea na, na ujengaji wa tabaka la lami. Teknolojia mpya hii tunatarajia kwamba itatusaidia kwa mambo kadhaa. Kwanza gharama itakuwa kidogo ukilinganisha na teknolojia zingine ambazo tunatumia, na hasa pale ambapo aliyetuletea teknolojia ameonyesha nia ya kujenga kiwanda hapa nchini kwamba kwa mfano hii ambayo tunatumia sasa imekuwa imported kutoka nchi ya Spain. Sasa hii tunayotumia ina asilimia 55, ndio maana inaitwa C55; asilimia 55 ni lami na asilimia 45 ni maji. Kwa hiyo maana yake ukiweka hiyo material kwenye container la tani ishirini, una kiasi kikubwa tu cha lami na kikubwa tu cha maji. Sasa ukitengeneza hii lami hapa, maana yake ile kiasi cha maji ambayo tunasafisha kutoka Spain itakuwa sasa tunatumia maji yetu hapa ambayo, kwa hiyo hiyo gharama inakuwa inapungua. Kwa hiyo tunategemea kwamba watakapoanza kuzalisha hapa nchini C55 itakuwa na bei ya chini zaidi kuliko uh, primers zote ambazo tunatumia. Lakini pia serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan wamekuwa wakisisitiza sana tutumie teknolojia mpya zenye ubora na zenye gharama nafuu hii ni moja katika teknolojia ambayo tunadhani kwamba inakidhi matakwa yote hayo mawili, kwamba ni bora lakini pia ina gharama nafuu. Kwa hiyo inaweza ikapunguza gharama kidogo za ujenzi wa barabara. Wakati tunafanya hii kazi ya kuspray hii C55, swala la udhibiti wa ubora au upimaji kuangalia kwamba ubora wake uko sawasawa umefanyika. Kwanza kabla hatujaitumia hapa ilifanyiwa vipimo vya kutosha ambayo sampuli ilipelekwa Afrika ya Kusini kwa ajili ya kufanyia vipimo vingi vya kitaalamu na kuthibitishwa kwamba iko katika viwango vinavyokubalika. Lakini pia ili kudhibiti kuona kwamba kazi tunayofanya hapa inakwenda sawa sawa sawa kwa kadiri viwango vinavyotaka kuna testi mbili ambazo tumezifanya. Testi ya kwanza ni kuchukua sampuli chini ya, ya gari linalomwaga lami kwa ajili ya kuangalia kiwango tunachomwaga ni kiasi gani, yani spray rate. Kwa hapa tulipofanya vipimo vimeonyesha kwamba tunaweka spray rate ya 0.7 na, na 0.8 lita kwa, kwa square mita moja. Lakini pia ili kuangalia ubora wake wa kazi tuliofanya tuliweka lami ya majaribio juu ya hii primer. Na hiyo lami iliwekwa jana. Kwa hiyo tumeiacha kwa masaa 24 mpaka leo tumechukua koa tatu pale ili kuangalia kwamba je, hii primer tulioweka inashika vizuri base course yetu tulio prime kwa sababu moja ya kazi kubwa ya primer ni kuhakikisha kwamba layer yetu ya, ya, ya lami inashikana vizuri na layer ya base ambayo imemwagiwa hiyo uh, C55. Bado ukata lami pale tumeangalia kwamba material, baada ya kuchukua ile koa, material hiyo kaa pale ambayo imeshikwa ni mengi kiasi, kitu ambacho kinatuthibitishia au kinatuonyesha kwamba kweli primer yetu imefanya kazi vizuri ya kuglue au kushikamanisha kati ya lami na, na base course. Hiyo sasa mkandarasi kidogo amekuwa comfortable kuona kwamba eh, material ambayo anaitumia basi anaweza akaendelea na operations hiyo bila eh, shida yote. Ningependa kuchukua nafasi hii kuishukuru sana serikali yetu ya awamu ya sita, kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa pesa za kujenga barabara hii barabara ambayo tunahakika kwamba itasaidia sana, kwa sababu mji wa Dodoma unakuwa. Kwa hiyo hii barabara itaweza kusaidia mji wa Dodoma kuweza kukua kwa eh, utaratibu ulio sawasawa sawa. Pia itasaidia sana kusaidia magari makubwa yanayopita kutoka Dar es Salaam kwenda pengine mikoa ya, ya Singida kwenda mbele huko, kwamba sasa yatatumia barabara hii badala ya kuingia eh, mjini ambayo anaweza akaleta msongamano usio kwa lazima. Ah, uh, kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana serikali kwa juhudi hizi ambazo tunasaidia nchi hii kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu ya kujenga barabara eh, uh, kwa ajili ya kurahisisha usafiri na usafirishaji. Asante sana. My name is John Templer. I'm the director of EP International and I'm here today together with our representatives in Tanzania, Shiv International, Mr. Yogesh Bangur and Mr. Umesh Bangur.

Jina langu naitwa Engineer Godson Kilonzo. Mimi ni Materials engineer kwa upande wa mkandarasi wa mradi huu wa Ring Road Lot 1 kwa kampuni ya China Civil Engineering Corporation. Tuko kwenye hatua hii ya kuweka prime coat ambayo tunatumia hii material mpya ambayo tumeipata sasa. Materio hii ni C55 kama walivyosema waliotangulia na kwa upande wetu sisi kama wakandarasi na mimi kama material engineer, naona ni material nzuri kwanza. Uh, ni environmental friendly kwa sababu haina uh, mafuta ya taa uh. Kwa hiyo mafuta ya taa yale ambayo angeweza ku evaporate yakaenda hewani na baadaye mengine labda yakashuka chini akaingia kwenye maji na kuharibu mazingira eh, haina. Lakini jambo la pili ambalo ni muhimu sana sisi kwetu kama wakandarasi ni kwamba material hii <coughs> ni rahisi kutumia kwa maana ya kwamba Una, unapoiweka unaweza ukasubiri kwa lisali moja tu na ukaweka lami yako. Baada ya lisali moja inakuwa tayari imeshakuwa kwenye ubora ambao tayari unaweza ukaweka lami yako, unaweza ukaendesha magari juu ya eneo ambalo limewekwa lami hii baada ya lisali moja. Kwa hivyo inakuwa rahisi, e, kwa maana ya kwamba hata kwa matirio nyingine ambazo tulizokuwa tunatumia ambayo inabidi usubiri kwa muda wa siku tatu au zaidi ilikuwa inachafuka, ile lea inachafuka, inabidi ulete maji uoshe, au utumie kompresa kusafisha. Lakini hii hapa, ukishakuwa umeiweka baada ya lisali moja, unaweka lami yako. Kwa hiyo hakuna kusafisha tena, ile gharama ya kusafisha kutumia kompresa, kutumia e, ufagio na e, u, watu e, na mashine nyingine inapungua. Kwa hiyo gharama zinapungua kwa kiasi kikubwa, lakini hii inatusaidia pia kwenye mradi wetu ambao unaisha Julai thelathini mwaka huu tuweze kumaliza kwa wakati, kwa sababu tutakuwa sasa tukifanya kwa kupanga vizuri, kipande ambacho tunataka kufanya lami siku za karibuni, tunaweza kukiweka lami kwa haraka na tukaendelea na kazi nyingine zikaenda vizuri. Kwa hivyo ni product ambayo kwa kweli itatusaidia na itatufaa sana na mradi wetu utaweza kwenda kwa wakati.